Utendo huu ni wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kigoma, sisi tumemsindikiza na sisi ndio wasaidizi wake, na kwa kweli, kama kuna mgeni hapa Kasulu ambaye hanifahamu, ninaitwa Agripina Zaituni Buyogera. Ninaitwa kamanda mwanamke, naruka kama ndege, ninatua kama ninja mpaka kieleweke. Kasulu oye, tumekuja kwa lengo moja. Kwanza ni kuwatambulisha wananchi wa Kasulu, wananchi wa mkoa umesha panga mitambo, kazi tumeanza, juu mmesikia na mmeona mkutano mkuu Kwamba chama cha mapinduzi tumejipanga, tumemaliza juu. Mwenyekiti ndio maana amekuja kuwasalimia, na sisi ndio washauri wake yaga hahomuonaganumjunge kamati siasa ya mkoa ni chombo ni hatari, ikigombana imeaula mwenyekiti